Hivyo nitoe rai kwenu kila mmoja kwa nafasi yake, kada na taaluma yake kuendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi, ubunifu mkubwa kwa maendeleo ya mkoa wetu wa Kilimanjaro na taifa kwa ujumla. Aidha, niendelee kuwakumbusha kila mmoja kuzingatia misingi ya kazi zenu na kufuata miongozo, sheria, kanuni na taratibu zilizopo katika kutekeleza majukumu yetu yeah. Ndugu wafanyakazi, katika jambo hili, mwenyekiti, naomba tuelewane vizuri. kati mtawala wa Mkoa alipokuja hapa alizungumza kama mkuu wa watumishi kwenye mkoa, tunazo tabia za baadhi ya wafanyakazi, sio wote walevi, baadhi ya wafanyakazi hawafanyi kazi ipasavyo. Baadhi ya wafanyakazi ikifika saa tisa na dakika ishirini na nane tayari wenye kubeba mapochi za mkononi, kwa sisi wanaume tunaovaa makoti na tai ya mashaban, yani ile anataka ile tisa na nusu iko nje ya geti, hasa wasi utaratibu mzuri wa kuwatumikia wananchi. Kwa hiyo tuendelee kujifunza kufanya kazi kwa weledi, nimesema na kuwa wabunifu, tuwasaidie wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro, wakati ukuotetea na kulinda haki za maslahi ya wafanyakazi, ikiwemo waajiri wa korofi wa ambao kuna baadhi yao ya waajiri hawataki vyama vya wafanyakazi mahali pa kazi, na hivyo kujiona wao ni miungu watu, hali inayopelekea wafanyakazi kuonewa wa kulipa mishahara ya kima cha chini. Kwa jambo hili, kwa watu wote ambao wameajiri, ni lazima wahakikishe kwamba sheria, kanuni zote za mfanyakazi zinazingatiwa. La kwanza, la pili, huyo sio robot, ni mfanyakazi kama unamfanyisha una kazi kupita masaa yake ya kazi, lazima umlipe kwa hiyo mwenyekiti, na mmeniambia hapa mnayo majina ya waajiri hao, mnayafahamu. Sasa wiki ijayo tukutane ofisini kwangu ili tuzungumze ni kila nani ambao hawataki chama cha wafanyakazi kazini na hawalipi wafanyakazi. Waswahili husema kwamba katika msafara wa mamba na kenge pia wapo alisema hivi Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kwamba bado katika baadhi ya maeneo yetu kuna watumishi na wafanyakazi kazi si wengi lakini wapo wavivu, wazembe, walevi, watoro na wasiowajibika ipasavyo katika kutimiza malengo yao ya kazi. Watumishi wana hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi tunao katika baadhi ya taasisi zetu, na naomba nichukue fursa hii kuwaeleza kwamba katika serikali hii ya awamu ya sita watumishi hao hawana nafasi. Mheshimiwa mgeni rasmi, waajiri wa korofi, kwa upande mmoja, bado kuna changamoto ya waajiri ambao hawataki vyama vya wafanyakazi mahala pa kazi. Hili nalo ni tatizo kwani kutokuwepo vyama vya wafanyakazi mahala pa kazi inapelekea waajiri wengi kujiona wao ni miungu watu. Kuonewa wafanyakazi linakuwa ni jambo la kawaida hadi kupelekea wafanyakazi muda mwingine wachukue hayo mateso kama sehemu ya maisha yao mahala pa kazi, mfano kama vile kulipwa mishahara chini ya kima cha chini kwa mujibu wa sheria, kufanya kazi zaidi ya masaa kumi na mbili bila kulipwa masaa ya ziada, yani overtime na mara kadhaa tumekuwa tukipambana na wale waajiri wasiotoa mikataba ya ajira kama sheria inavyoelekeza, waajiri kutoa lugha za matusi kwa wafanyakazi wa Kitanzania, hasa wawekezaji kutoka mataifa mengine. Matendo haya na mengine mengi yanasababisha hali ya morali ya wafanyakazi wa Kitanzania walio wengi kushuka, na muda mwingine wanaamua kuacha kazi wanaposhindwa kupata mtetezi, hasa maeneo ambapo hakuna chama cha wafanyakazi.